Assalamu Alaykum, na mama Lukman, naitwa naomba kuuliza hivi, mke ukiolewa ni lazima ufanye kazi za ndani ya nyumba? Alhamdulillah, baadhi alfuqahaa wanasema ni mwanamke sio lazim afanye kazi ya nyumbani, mwanamke sio lazima lazim, lazim. Yeye anatakiwa amgalie mume wake, amhudumu lakini kupika kunini, sio lazima. Wako wanasema hivi na baadhi wanasema ni lazima afanye lakini hakuna hadithi mtu anasema analazimisha, na hakuna hadithi fima alam Mtume anakataza. Lakini kama unaona urfu au mazingira ya Mtume alayhi salaam na masahaba wameishi, kina mama alikuwa anafanya kazi ya ndani, sio hivi? Fatima alikuwa anachota maji, radhiallahu anha, sio vizuri sisi. Wao walikuwa wanafanya chakula ya ndani. Sasa ni urfu, kina mama lazima atoe huduma ya mume wake Ee, vizuri, ila ulamaa wamekubaliana kama yeye amhudumie baba yake na mamake, kwa mwanamke sio lazima. kama alikuwa nani? Yaani wao, Bakari, mke wako amhudumie baba yako na mamako, mm. ni yeye ehsani kutoka kwake, sio lazima uh -huh. Kuhudumia wewe, lazima wewe ndiye atakaye mhudumu baba yako na mamako, au mlete mtu amhudumu. Lakini sio mke wangu tena aanze kumwangalia, kumlazimisha sio. Kama yeye amekataa, huwezi kumlazimisha mm. lakini kama ihsani amfanya wema au kama wazazi wake na shida na mnaongeki ilzamu, kama atakataa atabata dhambi mm. au uzbata dhambi okay. na kumhudumu mamako babako yuko juu yako wewe, sio juu ya mke wako, na wewe kumhudumu mamake na babake ni ihsani, sio lazima kwako, hata kama yuko kama nafasi ya wazazi wako. Mimi nakuoseki ilzamu, ni wajibu au sio wajibu, ama ihsani ni akhlaqi sawa. Lazima mfanye wema hao.